Leo alfajiri ya tarehe tisa mwezi wa tatu elfu mbili ishirini na tano imeripotiwa ajali ambayo imehusisha Costa lililokuwa limebeba wachezaji pamoja na benchi la ufundi na viongozi wa timu ya Pamba Jiji yenye maskani yake kule mjini Mwanza timu ambayo ilikuwa safarini kutoka mkoa wa Bukoba Kagera kuelekea mkoa wa Morogoro kwa ajili ya mchezo wa kombe la CRDB Federation Cup, mchezo ambayo ulipangwa kuchezwa ama kufanyika tarehe kumi na moja mwezi Machi 2025 dhidi ya Kiluvia United dhidi. Gari hilo limepata ajali katika wilaya ya Bahi, mkoa wa Dodoma. na chanzo cha ajali hiyo ni kugongwa na semitraki kampuni ya Mwanza huduma kupelekea mshtuko kwa wachezaji wa timu ya Pamba Jiji na baadhi ya majeruhi. Taarifa rasmi kuhusu nani kaumia na wangapi wamepata ajali bado haijatoka, na kama unavyoona kwenye picha hapo, ni ajali ambayo imetokea alfajiri ya leo saa kumi na moja, na ukiangalia kwa pembeni unaona ni bado hakujapambazuka vizuri, na gari lilikuwa bado limewasha taa zake. So tuwaombee ndugu zetu wa Pamba waweze kurejea salama katika hali zao za kawaida. Kwenye mpira wa miguu unaweza ukaona ajali kidogo tu ikapelekea hata kuahirishwa kwa mchezo, na hii ni kutokana na mwili kushtuka, na hasa unavyojua ajali mara nyingi nakupa wengi kidogo kwenye akili zako pamoja na ufahamu wako. So tutegemee kuona ya kwamba mchezo huo unaweza ukasogezwa mbele, lakini bado taarifa kutoka mamlaka husika hazijatoka lakini ukiangalia interval ya muda ama ule wakati ambao tangu ajali imetokea leo na mchezo ulipaswa kuchezwa siku ya kesho kutwa, na kama unavyoona ajali ilivyotokea hapo, licha ya kwamba haionyeshi kwamba gari limedondoka, lakini majeruhi wanaweza kuwa wamepata ajali ya kuumia sana, ila tu ule mshtuko unaweza kuwapelekea wao mchezo wao kupelekwa mbele. Ikumbuke kwamba Pamba Jiji wameitoka Kagera walipokuwa wakicheza mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara mchezo ambao walicheza na timu ya Kagera ya Sugar, lakini isivyo bahati kwa upande wao mchezo ule walipoteza kwa idadi ya mabao mawili kwa moja. Wapo watu mbalimbali ambao wamewatakia pole katika ajali ambayo wameipata, lakini mimi pia niungane na Watanzania wote kuweza kuwapa pole, na kwa niaba ya Sawasawa digital tuweze kuwatakia pole hao wapambanaji wanaopambania nembo ya klabu ya Pamba Jiji waweze kurejea salama kwenye hali yao ya kawaida na waweze kuendelea na majukumu yao ya mpira wa miguu hapa Tanzania. Ni hayo tu katika upande wa michezo na burudani na hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani mwako.